Papa Francis anatuaga kama Papa mtakatifu aliyekataa kuishi katika kasri la upapa mjini Vatican wala kubebwa na magari ya kifahari. Papa wa kwanza kutoka Amerika Kusini na wa kwanza asiye mzungu tangu karne ya nane. Alichagua kuishi maisha ya kawaida, akarudi kwa watu, akakumbatia waliopotea na kulifanya kanisa kuwa hospitali ya roho zilizojeruhiwa. Lakini safari yake ya upapa haikuwa rahisi. Ungeamini aliwahi kuwa mlinzi wa klabu almaarufu Bouncer na pia msafishaji wa hospitali. Hii ndiyo hadithi yake na jinsi alivyobadili mtazamo wa kanisa Katoliki kote duniani. Unatazama runinga ya Shabiki na msimulizi na mhariri wa makala haya ni Morris Kimathi Jr. Hii ni runinga yako. Jina lake halisi ni George Mario Bergoglio, alizaliwa Desemba tarehe 17 mwaka 1936 jijini Buenos Aires, Argentina. Alikuwa mtoto wa kwanza wa Mario Bergoglio mwasibu mwenye asili ya Kiitaliano na Regina Bergoglio raia wa Argentina. Baada ya masomo ya msingi, alijiunga na chuo cha Escuela Teknika ambako alisomea kemia na kufuzu kama mfanyikazi wa maabara. Katika harakati za kupata riziki, George alifanya kazi kama mlinzi wa klabu almaarufu bouncer, na pia kuwa msafishaji wa hospitali ambapo babake alifanya kazi pia, baadaye alifanya kazi katika idara ya ukaguzi wa chakula katika maabara ya Hikedha Bachman. Mwaka wa elfu moja kenda mia msina saba aliugua niumoni ya kali ikapelekea sehemu moja ya mapafu yake kutolewa. Hali hii haikumzuia kujiunga na jumuiya ya Jesuiti, kundi la vijana wa kanisa Katoliki wenye maisha ya kiroho na utumishi. Miaka miwili baadaye George alikula kiapo kama Mjesuiti na kusomea masuala ya kibinadamu, falsafa, teolojia, hujiandaa kwa maisha ya kuhudumu. Alifundisha fasihi na saikolojia akivutia wanafunzi kwa busara na unyenyekevu wake hadi alipoteuliwa kuwa padri mwaka wa 1969 kufikia mwaka 1973 aliteuliwa kuwa mkuu wa Jesuiti katika taifa la Argentina na Uruguay, akiongoza wakati nchi hizo zilipokuwa na msukosuko wa kisiasa, akitetea wanyonge na kuwa karibu nao. Alihudumu katika vyeo mbalimbali na kusafiri nchi kama Ujerumani, Uhispania na Ireland kuongeza masomo na ujuzi wa uongozi wa kidini. Alirejea Argentina mwaka 1992 alipoteuliwa kama askofu msaidizi wa Buenos Aires na miaka minane baadaye akawa askofu mkuu. Aliongeza idadi ya maaskofu katika makazi duni ya Buenos Aires yanayojulikana kama Villa Miseria. Licha ya kuwa askofu mkuu, alihudhuria na kuhubiri katika vitongoji duni. Kutokana na hili, alipachikwa jina la The Slum Bishop. Akaishi maisha ya kawaida akijipikia na kusafiri kwa treni ya umma. Unyenyekevu wake haukuwa na mipaka mnamo Februari tarehe 21 mwaka elfu mbili na moja aliteuliwa kuwa kardinali na Papa Yohane Paulo wa Pili. Kama kardinali alishikilia nyadhifa mbalimbali za kiutawala wa kidini wa Roma. Mwezi Septemba mwaka huo, baada ya shambulizi la kigaidi la 9/11, George alichukua nafasi ya katibu wa sinodi ya maaskofu na kuonyesha ari ya kusikiza maoni mbalimbali mbali. Baada ya Papa Yohane Paulo wa pili kufariki Aprili tarehe mbili mwaka elfu mbili na tano Bergoglio alionekana kuwa na nafasi kubwa ya kuwa Papa. Mnamo Aprili tarehe kumi na nane na kumi na tisa mwaka elfu mbili na tano kongamano la mapapa lilifanyika. Baada ya raudi nne za uchaguzi, Joseph Ratzinger aliteuliwa kuwa Papa na akateua jina Papa Benedikto wa 16. Mnamo Septemba mwaka huo, jarida la Italia Limes liliripoti kwamba Bergoglio alipata kura 40 katika raundi ya tatu, lakini akapungua hadi 26 katika raundi ya nne. Kulingana na mwandishi wa habari Andrea Tonelli, George Bergoglio aliwasihi makadinali kutompigia kura ili kuepusha kuchelewesha uchaguzi wa papa. Miezi mitatu baadaye, Bergoglio aliteuliwa kuwa rais wa baraza la maaskofu wa Argentina kwa muhula wa miaka mitatu, na akachaguliwa tena Novemba tarehe 11 mwaka wa elfu mbili na nane. Mnamo Februari tarehe 28 mwaka 2013, Papa Benedikto wa 16 akajiuzulu na kuacha historia kama papa wa kwanza kujiuzulu kwa zaidi ya miaka mia saba. Mnamo wa Machi tarehe 13 mwaka 2013, katika siku ya pili ya uchaguzi wa papa Kardinali Jean Louis Tauran alitangaza Habemus Papam, ikimaanisha papa mpya ameteuliwa George Mario Bergoglio Aliteuliwa na kuchukua jina Papa Francis akimwenzi Mtakatifu Francis wa Assisi aliyejulikana kwa kujitolea kwake kwa, kwa maskini, unyenyekevu, haki na upendo. Francis alifanya mageuzi makubwa ya kifedha ndani ya Vatican akipambana na ufisadi uliokita mizizi. Akapinga adhabu ya kifo na kuhimiza amani kati ya Israeli na Palestina. Akasaidia kuregesha mahusiano ya kidiplomasia kati ya Marekani na Cuba. Akatetea wakimbizi, maskini na walemavu akifanya kanisa kuwa kimbilio. Akatetea mazingira akitoa waraka maarufu Laudato Si akihimiza kulinda sayari. Akajitahidi kujenga mazungumzo ya amani kati ya dini tofauti duniani. Akasimama dhidi ya chuki, ubaguzi na mateso ya kijinsia lakini, si kila mtu alikubaliana naye. Papa Francis alikosolewa na baadhi ya wa waumini kwa msimamo wake wa huruma kuelekea watu wa jinsia moja, wahamiaji, na waliotengwa na jamii. Wengine walihisi kuwa alikuwa anafifisha mafundisho ya zamani ya kanisa kwa kujaribu kuwa karibu na dunia ya sasa. Alikiri kwamba kanisa lilikosea jambo ambalo halikuwahi kusemwa na mapapa waliomtangulia. Mnamo Jumatatu ya Pasaka, tarehe yenye maana kubwa kwa Wakristo, Papa Francis alifunga safari yake duniani. Kifo chake katika siku hii takatifu kilionekana kuwa muhuri wa maisha ya kiroho yaliyotumika kwa huduma. Maisha ya Papa Francis yalikuwa ya unyenyekevu, mapambano na huduma. Katika sehemu ya pili ya makala haya, tutachunguza jinsi Papa mpya huchaguliwa, kutoka moshi mweupe hadi mchakato wa siri wa conclave. Je, nani atarithi viatu vya mtu huyu aliyegusa mamilioni ya roho duniani? Kwa simulizi zaidi, jiunge na runinga ya Shabiki. Hii ni runinga yako.